Katika eneo la Igombwe hili uwaka mvua ikikataa, wanatoita wenyeji wa humo Igombwe wa Kimbu, na tunaenda kutambikia. Tukienda kutambikia hapo halafu, na Mungu akitusaidia akitujali sana, tumekaa juani, mvua inashuka

Anamchukua ile msichana anampeleka, lakini sikizi mambo ya chagulaga amekuwa ya vurugu, mwanamke anakanyagwa, anakanyagwa, ataweza akaweza kasukumwa anguka vunjo hata mkono. Ndio namna ya chagulaga inataka ifwe kwa, kwa kulingana na tatizo hilo, siku hizi imekuwa ya zarula, sio ya ukweli, ya ovyo mno kuliko kuwaoza bado wadogo. Unakuta mara nyingi unapeleka presheni au ndoa zinavunjika, tunaachiwa wajukuu. Kwa hiyo mila zile zikitoweka naisha hata mazingira ya kukaa na wajukuu wengi zitakwisha. Na zile mila nzuri za kutambikia, tunaomba tuendelee kutambikia, kama matambiko ya mvua. Mane kutoa ndege waharibifu, huwa tunafanya mila za kutambikia na wale ndege wanaondoka kabisa, na mvua inanyesha kabisa. Tutashukuru kama zile mila nzuri mtazitaka, mtusaidie kuziendeleza ili ziendelee ile mila potofu mzifute kabisa, mtusaidie ushirikiano, tufute kabisa mila potofu. Mila potofu naona zilizozingatiwa kabisa zikawa haziaminiki kwa mida hii, naona ile chagulaga, maana watu wameshaipitisha kwamba inaleta madhara. Mimi jambo la muhimu zaidi, ila mila zinazohusika kabisa hizi za jadi tunaofanya kama mitambiko ya mvua ni inatuletea neema, tunapata uchumi Tunasaidia na sana watu wengi, alafu tunasimama imara sisi wazee tunawapanga, hata wakiwa kijana akiwa mwanamke mtoto wala nani, tunawaelekeza ili tukae vizuri, mila tunayoifanya. Lakini mila iliyozalika zaidi ni ile ya chagulaga. Tunashiriki kwa pamoja kuhakikisha tunabaini na kuweka mikakati ya kupambana na mila na desturi zenye